Mimi Padre Romanus Elam Mihali niliyeteuliwa kuwa askofu wa jimbo Katoliki la Iringa kwa imani thabiti, ninasadiki na kuungama yote na kila moja ya yale yaliyomo katika kanuni ya imani yetu, yaani, nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi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 akasulibiwa kwa ajili yetu sisi, kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Aidha, kwa dhati kabisa nakiri na kushika mambo yote ya pamoja na kila mmoja peke yake, yanayohusu mafundisho ya imani na desturi ambazo nimeamriwa na Kanisa kwa maamuzi rasmi au yaliyoagizwa na kutangazwa na uwalimu wa kawaida wa Kanisa au yale yanayotolewa na Kanisa lenyewe, hasa mintarafu fumbo la Kanisa takatifu la Kristo, sakramenti zake, sadaka ya misa takatifu na uhalifa wa baba mtakatifu askofu wa Roma na kukiri imani ya kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume. Askofu mteule ni lazima afanye kiapo cha uaminifu. Hii ni kwa sababu urika wa maaskofu ni urithi wa mitume katika kufundisha na katika uongozi wa kichungaji urika huo wa maaskofu kwa ushirika na Baba mtakatifu una mamlaka ya juu kabisa na kamili kuhusu kanisa. Mimi, Padri Romanus Elamu Mihali, niliyeteuliwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa, nitakuwa daima mwaminifu kwa kanisa Katoliki na kwa askofu wa Roma, ndiye mchungaji wake mkuu, tena wakili wa Kristo Halifa wa Petro mtume katika ukuu wake. Nitakuwa pia mwaminifu kwa urika wa maaskofu. Nitajali utekelezaji huru wa mamlaka makuu ya papa kuhusu kanisa ulimwenguni kote, tena nitajibidisha kuhifadhi na kupigania haki na madaraka yake hayo nitazitambua na kuzilinda haki na nyadhifa za wajumbe wa askofu wa Roma, kwa maana hao huwakilisha nafsi ya mchungaji mkuu mwenyewe. Nitajitahidi kwa bidii kubwa kuzitekeleza kazi walizokabidhiwa maaskofu, yaani kulifundisha taifa la Mungu, kulitakatifuza na kuliongoza. Hayo nitayafanya nikiunganika na kichwa cha urika wa maaskofu, nikiunganika pia na maaskofu wengine wote katika umoja wa hierarkia. Nitaulinda umoja wa kanisa ulimwenguni. Kwa hiyo nitajishughulisha kwa bidii ili hazina ya imani tuliyoipata kutoka kwa mitume itunzwe safi na kamili. Nitautunza pia ukweli ulio wa lazima kusadikiwa na kutekelezwa kimaadili. Huo ukweli nitauangalia ufundishwe na uelekezwe kwa wote, kama anavyoeleza mwalimu mama kanisa. Lakini waliopotoka katika kazi nitawaonesha moyo wangu wa kibaba na nitatumia misaada yote mpaka waufikie ukamilifu wa ukweli Katoliki. Kwa kujiwekea taswira ya Kristo kuhani mkuu wa milele mbele ya macho yangu kama mfano wangu, nitaishi kikamilifu na kitakatifu. Tena nitautimiza utumishi wangu niliokabidhiwa jinsi hii, hata nionekane kielelezo kamili cha kundi langu, niweze kuwaimarisha waamini katika njia ya ukamilifu wa Kikristo. Nitahifadhi nidhamu inayohusu kanisa kwa ujumla, na nitasisitiza kwa busara yote ili sheria zote hasa zile za kitabu cha sheria za kanisa zishikwe papo hapo nitaangalia daima ili mazoea mabaya yasijijenge, hasa kuhusu utumishi wa neno na kuhusu maadhimisho ya sakramenti. Nitajishughulisha kwa uangalifu mali ya kanisa, hasa mali ile iliyowekwa kwa kuendeshea ibada takatifu na ile kwa ajili ya riziki ya makleri na ya watumishi wengine wa kanisa nitatunza pia kwa bidii mali iliyotolewa kuendeshea utume na matendo ya huruma katika kutekeleza wajibu niliyokabidhiwa. Nitawatendea kwa upendo wa pekee mapadri na mashemasi wote, maana hao wamewekwa kuwasaidia maaskofu. Watawa waume kwa wake watapata upendo wangu wa pekee, kwa vile nao ni wasaidizi wa maaskofu. Vivyo hivyo nitajishughulisha sana kuistawisha miito mitakatifu, ili mahitaji ya kiroho ya Kanisa yapatikane inavyotakiwa. Nitaitambua na kuikuza hadhi ya waamini walei, kwa maana wana sehemu yao ya pekee katika utume wa Kanisa. Naam, nitavitunza kwa jitihada kubwa vyama vilivyoundwa kuhifadhia na kuendeshea uenezaji wa habari njema kwa mataifa. Niitwapo kwenye mitaguso na kwenye shughuli nyingine za kiri, za kirika, nitahudhuria binafsi au nitaitikia mara itakiwavyo, isipokuwa kama nimezuiliwa wakati uliopangwa au kwa nafasi yeyote ya pekee, nitatoa ripoti kuhusu kazi yangu ya kichungaji kwa Baba Mtakatifu na kupokea na kukubali maagizo na mashauri yake na kuyatekeleza kwa jitihada yote. Kwa hayo yote Mungu anisaidie na hizi Injili Takatifu za Mungu nilizozigusa kwa mikono yangu. Na kufanya na kufanya uhakika kwamba hapo kesho waskofu usho upo askofu wetu mteule atawekwa wakfu katika daraja hiyo ya waskofu, lakini pia atasimikwa kuwa askofu wa Jimbo la Iringa. Basi naomba tumpongeze kwa makofi na vigelegele. <laughs>